Hapa tuko na matatizo kidogo ya stima si ndio? Ni matatizo kidogo ama matatizo kubwa? Nasema <laughs> matatizo makubwa. Sasa sikizeni bwana, mimi ni, niko na short term solution na niko na long term solution. Short term solution next week tunawaletea generator ya 3 megawatts kusaidia nyinyi kufanya ile short term solution, lakini ya muhimu zaidi tunaunganisha stima kutoka Ethiopia 70 kilometers na Mandera. Hii ndio tuwe tuweke Mandera kwa national grid, ndio tuhakikisha kwamba mambo ya diesel na yale mengine tunayasahau. Nyinyi pia muwe katika, eh, na katika national grid, na vilevile, nimesema wakati tunawaweka katika national grid pia tutafanya solar hybridization ndiyo vile vile tuweze kutega hii sola mingi hapa, jua isiwe inatuumiza, tutumie hiyo jua kuendesha mambo ya umeme na stima na kulight up our towns and our cities and in Mandera County. Madaxweynaha oo hadalkiisa sii wato ayaa xaqiijiyay in bisha afaraad ee sanadkan uu dib ugu soo laaban doono Mandera si loo furo xaduudka Mandera ay la wadaagto Soomaaliya. Kwa hivyo mimi narudi hapa mwezi wa nne kuja kufungua ile border post ya kuunganisha sisi na Somalia, na tutakuwa na askari wa kutosha kuhakikisha kwamba magaidi na wakora wengine hawatahusika. Wafanyabiashara wa Kenya wa Somalia, tutaendelea na biashara. William Ruto madaxweynaha jamhuuriyadda dalka ayaa sidoo kale bulshada Mandera u ballanqaaday in hab casri ah loo dhisi doono garoonka Mandera Stadium. waxa uu noo xusay madaxweynaha In Mandera laga dhisi doono garoon diyaaradeed oo casri ah. Na mimi nakuja hapa kutengenezea nyinyi hii stadium <laughs> eh. Hii stadium ni mzuri lakini iko chini kidogo eh, bwana. Sasa nimekuja na PS wangu Bwana Mariro yuko hapa, na nimempatia maagizo, hii stadium tujenge stadium mpya ya milioni mia tisa hapa Mandera Stadium ambayo itakuwa na kivuli kila mahali, vile tunajenga si mnaona, vile tunajenga stadium huko Kenya nyingine, ile si mnaona ile Talanta, si mnaona zingine? Tumejenga ya Mandera, kwani mnafikiri Mandera haina nafasi yake? Sasa nafasi ya Mandera, nikikuja hapa nataka kuja kufanya ground breaking na mimi nataka hiyo stadium. Bwana Mariro, hiyo stadium Desemba mwaka huu, hawa watu wa Mandera wafanye celebration jamhuri tarehe kumi na mbili mwezi wa kumi na mbili hapa Mandera katika stadium yao mpya. Vile vile, wakati huyu Mariro atakuja kujenga stadium hapa, na watu wangu wa military pia nataka wakuje watusaidie kujenga airport mpya ya hapa Mandera. Hapa Mandera ndio tunaanza ku takuja kujenga airport mpya na tujenge pia terminal building apron na zile zitu zingine, ndio watu wa Mandera wasikuwe wanakuja kwa ile airstrip iko na vumbi pale. Abdighafar Umar Ibrahim Abdi Ghafar habi warbaahinta istaa ismamulka Mandera